ni kushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti na baraza lako kwa kunialika kuja kushiriki hapa maendegewo. Hiki ni kikao cha kisheria cha kisheria chenye lengo la kujadili hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa mwaka wa fedha uliopita, na kwa kweli nitumie fursa hii kuwapongeza sana kwa kawa mku Ningeweza kusema jamani, sina la kusema lakini, nikisema hivyo, mtasema mama vipi, mbona nisema kitu. Maana na wasiwasi itakuwa kikao changu hiki ni pongezi kuanzia mwanzo mpaka mwisho kutokana, lakini ni haki kupongeza pale ambapo jambo zuri limefanyika. Kwa hiyo nina kila sababu ya kuwapongeza kwa yafuatayo. Kwanza kwa kupata hati safi kwa miaka kumi mfululizo. Lakini sio tu kupata hati safi, mmepata hati safi miaka kumi mfululizo, lakini mkiwa na hoja chache sana na zinazoelezeka. Yaani kwamba kwa unaweza kuwa mwenyewe kama kiongozi unasema, hawa watendaji hawakuwa malaika, kwa hiyo kama hiki kilikosekana hiki kikosekana, ni vitu vizo, na ndio maana hata mkaguzi wetu ametoa pongezi. Huwa hatoi pongezi kirahisi. Afadhali mimi mwanasiasa anaweza kupongeza japo japo japo, lakini yeye akipongeza, maana yake mmefanya kazi nzuri kweli kweli. Lakini nimpongeze sana pia Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mwenyekiti wa halmashauri Waheshimiwa madiwani, mkurugenzi mtendaji wetu na wataalamu wetu, matunda yanayotokea Missenyi yanatokana na nguvu ya pamoja, yaani ule utendaji kazi mlionao, ushirikiano na kila kitu, haya yote ndio yanaleta matokeo chanya haya tunayovulia. Na nisema kweli, sasa hivi natembea kifua mbele huko kwenye mikutano mikubwa ya kitaifa kwa sababu ya misingi. <laughs> Sasa wakasema ukimsifungee matengo mtia maji <laughs> nistati mtie maji, na ninawapongeza na kuwafurahia kwa sababu nyinyi hamna hasira. Mimi nilifika hapa nikawa nasuasugua roho na wasigina singina, lakini ndio mnapambana hamkuluna wengine ukiwakosoa wananona, lakini nyinyi hamkunona. Nabachizuku wanatumia vizuri fursa ya kuwa mtani wenu. Nikasema sasa, huyu mjukuu wetu mmoja tumkomesha, ndio mkaenda kuja na ramani ya lidude kubwa. Hao ndio wanakagera bwana, hao ndio wanausei maneno kidogo, vitendo vikubwa, lakini namshukuru pongeza sana Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya, naye kweli kama mlivyosema ni askari, askari wa kweli kwanza, na nasoneki katika historia yake ya kufanya kazi, nafikiri mahali ambapo alipokewa kwa ukaribisho mgumu kabisa ni hapa Kagera. Nilipogea kwa maneno magumu, lakini nilimaanisha na nilitaka atende, nautaka atende na kwa sasa hivi tumeambiwa hizi taarifa ni public, kwa mara ya kwanza katika historia ya Missenyi. Mwezi uliopita tumekusanya 1.5 bilioni kwa mwezi mmoja, hayo ni mapato makubwa sana. Leo tunashangilia bilioni 11. Kumbe uwezo wetu wa kukusanya tunaweza kufika bilioni kumi na tano eh, na tukawa kwenye halmashauri zinazohema eh, kwa kujidai hivi na kutembea kifua mbele kwamba sisi ni watu wenye uwezo mkubwa kiuchumi. Hii yote ni matokeo ya kazi yenu. Hongereni sana, Mkuu wa Mkoa. Ongere sana mkurugenzi, hongera sana. Kuna wakati fulani niliona hali yetu kule mjini ikiwa dhaifu sana, manisipaa haisongi kabisa, nikataka kumchukua Doto mkorugezi, akasema mkuu, kichwa chaku halaliyako kumchukua <laughs> Doto, <tumuchukua>, Doto. <laughs> tukamwacha Doto. Endeleeni kupambana, endeleeni kufanya vizuri. Kama tunaona tunaweza kupata bilioni moja nukta tano kwa mwezi basi target za sasa ziwe shilingi ngapi kwa mwezi mkurugenzi? Bilioni 1.5, pigeni makofi. Ni makofi, bilioni 1.5 kwa mwezi. Kama ndiyo target yetu, kwa mwaka tuna bilioni 18. Hakuna halmashauri inayofanya speed kubwa ya kusanya mapato ya ndani kama Missenyi. mimi nilikuwa najaribu kufanya comparison anazosema, sijui vigezo hivi vinafanyiwaje calculation, lakini bado sikuona Muleba wamewezaje kuipita Missenyi, kwa sababu Missenyi inafanya vizuri zaidi.